Badio mwaka niemba ni mkazi wa Ipinda, lakini nimezaliwa Chunya, nimekulia Ngamangalu kama kata Rusho. Mimi nilikuwa naomba kama kijana, serikali nifanyie nini. Tunateswa sana na mikataba sisi, almost Tanzania nzima vijana tumejikita kwenye mikataba ya pikipiki. Sasa basi mabosi wetu nao wamejitahidi kutoa hela zao benki na kwenye akaunti kutununulia pikipiki zenye samani ya shilingi milioni tatu, tatu na laki tatu. Alafu mkataba nakupa shilingi milioni tano na laki saba kwa usiku utoe shilingi kumi na mbili, kwa mwezi utoe laki tatu na stini times miezi kumi na sita, tunalipa pikipiki mke, mheshimiwa, milioni tano na laki saba na ushee. Kwa siku ukilipa, miezi minne mitano, kikwama tu a tatizo la kibinadamu Bosi, naweza kaja kachukua pikipiki, unaanza kutafuta pikipiki nyingine. Kwa milango na kuomba utufikishie kwa mama chonde, chonde, chonde, chonde, tuna nguvu, tuna vijana ambao wanafanya kazi, wanapambana, hawana ajira, wamemaliza vyuo, wana vyeti. Tunaomba serikali iteremshe pesa toka serikalini, ilete kila wilaya kutukopesha pikipiki, tuko tayari kulipa kwa serikali watukopesha pikipiki za serikali milioni 3.7, hata wangesema faida yao ile ya 7 jumla milioni 4 tunalipa. Kwa mapunguzo madogo tunakata 5.5 kwa siku 6.6 tunalipa, ndio ombi langu la kwanza kwanza, na waombeni waziri na kuomba kero, ni kero, tunatwisha mizigo mizito, tuna familia, tunasomesha watoto kwenye mikataba hiyo hiyo. Mpe bosi, mimi ni mnywaji wa pombe cai chini ya miguu, utufikishie kwa mama, utufikishie kwa mama, na kushukuru sana. Kwa majina naitwa Agneta Mwaisaka, nimetokea kata jirani ya Taratara. Sekta ya nafasi, namshukuru kwanza kwa kufutufikia Mheshimiwa waziri ili kusikiliza kero la vijana. Na vijana sio wanaume tu vijana lina, linaangalia jinsia zote, wanawake pamoja na wanaume. Hivyo basi ukiweza kuangalia sekta ya vijana, vijana wana changamoto kubwa sana. Ukianza kuangalia vijana wanawake, Mheshimiwa waziri na mikopo inatolewa halmashauri pale. Hili mpate kijana huyo bodaboda boda, hili mpate kijana mjasiriamali mwanamke hapate huo mkopo ili msaidie kiuchumi ni shida sana. Unaweza ukajaza fomu pale halmashauri kama kundi la vijana wapate mikopo. Watazungushwa nenda rudi nenda rudi. Matokeo yake mikopo hapewi. Na wakipewa hiyo mikopo inakuwa na masharti makubwa sana. Wanashindwa hata namna fanyaje kuleta marejesho. Kwa jina naitwa Lugano Dickson Mwalwembe tunaomba sana ili vijana wakae pamoja kwa umoja kwa upendo wajishughulishe, wa, wapate uelewa ni kuwatengenezea mazingira ya kupata chuo cha ufundi. Hiki chuo cha ufundi kitasaidia, hatusemi hatuna chuo cha ufundi wilaya ya Kyela tunacho, lakini ni vio vya sisi maskini, hatuwezi tukaenda, kwa sababu sina laki tatu. Mheshimiwa waziri, kama kijana unajua kwamba maisha yetu sisi ni ya kimaskini sana, tunajikongoja kwa endapo utatutengenezea mazingira tukapata chuo cha ufundi kwenye kata yetu ya Ipinda, ambayo hii kata ya Ipinda itatengeneza moja kwa moja kwamba ni chuo cha tarafa hiza wilaya nzima cha serikali, itatusaidia. Ndipo pahala ambapo vijana wakipata ujuzi wana uwezo wa kujishughulisha. Hivi karibuni tumepata majanga ya ajabu ajabu, kwa sababu kuu moja mimi kama Ruganu Mwawembe sina hata shilingi kumi. Mtu akaja akanipa elfu kumi akasema, bwana, fanya tukio. Mheshimiwa Waziri, angalia mazingira, vijana lazima watashawishika kwa elfu kumi tu. Baadaye ndipo anapokuja kuona kwamba hili jambo kumbe lilifanyaje lilikosewa. Naomba ni... tukubaliane kwamba tutashirikiana pamoja, na haya mnayosema yatafika, wala msiwe na wasiwasi, yote yatafika. Mimi nimeaminiwa kama nilivyosema sio kwa sababu najua kila kitu. Ndio maana leo niko hapa nazungumza nawasikiliza kwa sababu najua kuna mawazo mazuri mnao wenyewe kama vijana ambao na, na mba, mimi natakiwa niachukue na niapeleke. Kwa yale ambayo umeyasema kwamba mimi niafikishe, mimi nitafikisha bila wasiwasi. Nitapeleka kwa sababu ndio kazi niliyopewa ya ku, kufanya mambo kwa niaba ya vijana. Yako mambo ya kimkakati ameelezwa kwa mfano chuo cha VETA nilikuwa nanongeza na DC hapa na, na mheshimiwa mbunge hapa. Nafikiri hilo ni jambo ambalo linahitaji pia msukumo wa kipekee kwenye swala hilo pia. Na sera na ilani ya Chama cha Mapinduzi imeelekeza sana katika kutransform mfumo wa elimu. Kama mnafuatilia sasa hivi watoto watakuwa wafiki darasa la saba eh. Wanaishia darasa la sita, na wanaanza kuwa na michepuo mapema. Sasa hivi mpaka talent kwa mchepuo mpya. Yaani kwa mfano mtu ameenda shule zamani ulikuwa ukienda shule ukiwa mwimbaji ndio umefeli tayari. Kwanzia leo walika kufanya shughuli zenu masaa ishirini na nne.